Ndugu zangu wana Tanzania, mimi kwa jina naitwa Mkwechu wa Imani. Ndugu zangu, Mungu kama hajafungua neema ya kutoboa kimaisha kwenye mambo ya sana sanaa, ndugu zangu tunaangaika sana. Kifano kama mimi hapa, nilianzaga kuingiza mungu, nikawa naigiza naigizia sauti ya mzee Likoma. Nilipoanza kuigiza kuna msela wangu alikuwa anaigiza kama kicheche. Yaani hapa nimepata kazi ya ah, kulisha ng'ombe. Uh, akaunti tuliokuwa tunaitumia ilikuwa inaitwa matamazegle. Baada ya hapo, tukaigiza, yapo, washabiki walitupokea, wakati wagaria garia tokuiti, kama wengine walivyoi. Aisee, kile kikosi kikasambaa. Baada ya hapo, mii ikaanza anaitwa Dikabori, anaimbia nyimbo za Kisumbwa hivi, alikuwa anapenda sana kuimba kwenye matamasha fulani ya muziki katorokatoro hivi. Baada ya hapo, hasahevi anacheza kwa msanii anaitwa Kachelemwa bwana mzee wa chup chup Kachelemwa bwana chup chup <laughs> na mpaka sasa jamani, na yeye hajahiti kama wengine walivyo jamani. Ii kubwa ya sanaaya watu tunahangaika sana, na mpaka sasa unavyoniona hivi, sasa hivi nacheza wamesilema ndugu zangu, ndikuwa na hilo tu mambo ya sanaa haya tunateseka sana, tunapitia na changamoto nyingi, tunapigwa na doro mpaka msanyia. Ukipigwa doro mpaka unamhurumia. Pa kuwa na hilo, ndugu zangu na wana Tanzania, asanteni sana kwa kuisikiliza ujumbe.